Nyinyi ni wahuni pamoja na masheikh zenu nyote, wahuni mahaddadia kubwa. alafu kwenye libango timu mnaandika ni shekhe Mujahid, mujahidi shekhe shekhe au komedi? Yani unafikiri wewe benta hao masheikh zenu wakiswafika na nanyie vifaranga vyao, mnafikiri mnaweza kutudanganya sisi watu wenye akili zetu kama sisi watu ambao wenyewe tunakujueni vizuri, na mashaikha zenu tunawajua vizuri, na mwenendo wao wanakwenda nao na fikiri unaweza kutudanganya. Mimi najua kila kitu kuhusiana na hii ishu na mfaili lote nalo, huyu jamaa yale aliyoyasema na ile audio aliyoitoa yote yale, jamaa ni kweli aliyoyasema, na mashaikha zenu wako nazo, wako nayo wale ambao kayasema yule jamaa, na walivyomfanyia mashaikha zenu huyu jamaa wamemlazimisha lete taraju, wakampelekea mawakili na kutaka kumpeleka mahakamani, na sauti zote nazo, mpaka huu jamaa anavomuomba, anavomuomba siafu amsaidie atoe zile ile sauti au zile sauti zake kule kwenye YouTube azitoe, kwa sababu kimemfika kipi na kipi na kipi, na kaambiwa vipi, kaambiwa vipi, kaambiwa vipi, na kalazimishwa vipi, na kaekiwa mikwala vipi, na katishwa vipi, na kaambiwa atafanywa vipi. Sauti zote nazo na message, kila kitu mimi nazo, sijaamua tu kuwasha moto lakini kama nitaamua kuwasha moto kwenye jambo hili nyote mtaumia, isipokuwa tu mimi. Nakupeni nasiha kukwambieni na hao masheikh zenu, nyinyi mumtie Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi kama hamjatubia kwa dhulma mulizowafanyia watu kwenye hii dunia, Allah atazidi kukufedhehesheni na bado ndo kwanza kwa sababu mashekh zenu wamedhalilisha watu wengi sana na mazali amedhalilisha watu wengi sana na Allah hatawaacha sasa hivi. Tazameni machafu mangapi mlokuwa nayo yanakuja juu, watu hivi hivi wanayaona wazi wazi kwenye mitandao, yanadhihiri machafu mangapi kwa sababu ya kudhalilisha watu. Wamemdhalilisha sheikh Abu Mus'ab, halafu cha ajabu wanadhalilisha watu, hakuna hata mmoja anawapelekea mawakili wala anayewapeleka mahakamani wala wala yule ambaye anawekea vitisho wamemdhalilisha shehe wa ya Abu Mus'ab, hawakupelekewa mawakili hawakupelekewa mahakamani. Lakini tazama wao, maovu yao wao wakitolewa na wanayo nando chafu zaidi kwenye maovu kama hayo yakitolewa, wao wakubwa kukimbilia mahakamani na kukimbilia kwa mawakili. Nyie masalafi gani nyie? Na kwa nyinyi mwanzo kukimbilia katika sheria za kitaghuti, nyie masalafi gani nyie, mnakimbilia kwa sheria za kitaghuti. Kwa hiyo wewe huwezi mimi kunidanganya wala mtu yeyote katika nyinyi mahaddadi, hawezi kunidanganya mimi mtu mwenye akili yangu timamu. Sawa? Nyinyi msipotubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ataendelea kukufedhehesheni. Tubieni kwa dhuluma mliowafanyia watu. Masheikh zenu watubie kwa dhuluma mliowafanyia watu. La sivyo, Allah tazidi kuwafedhesha watu katika mambo mbalimbali na bado. Na bado Allah tazidi kuwaweka wazi na kuwaanika mahaddadia wakubwa nyinyi. Nyinyi ni wahuni pamoja na masheikh zenu nyote wahuni, mahaddadia wakubwa. Alafu kwenye libango timu naandika ni sheikh mujahidi. Mujahidi sheikh? Sheikh au komedi? Mtu kusoma kitabu hawezi, hizo ibara anazozisoma anazivuruga vuruga tu, anasoma mstari mmoja, mstari yote iliyobakia anachekesha. Huyu sheikh yeye muhuni tu, komedi huyu, hana tofauti na joti tu. Mujahidi sheikh huyu hana tofauti na joti yeye, ni wahuni tu, mahaddadia wakubwa yeye.